Siku hizi watu hawaogopi hata kusingizia jambo tu, anasingizia mkavu, anasingizia mkavu, anasingizia, anasingizia mkavu, hafanyi hata utafiti amjue mtu vizuri anayetaka kumsema. Juzi juzi nikasikia nikasikia tumechoma magari ya Esta ya, ya, ya, ya mbunge wa Iramba Wairamba. Eh, magari yake ana, ana, yanaitwa Esta, ameaita ameaita Esta jina la mke wake. Mke wangu mimi haitwi Esther, anaitwa Neema, na leo nilikuwa naye hapa. Yuko wapi Neema? Yule pale, anaitwa Neema. Mke wangu haitwi Esther, anaitwa Neema. Anasema basi kama sio la mke wake litakuwa la mama yake. Mama yangu binti wa Kiislamu anaitwa Asha Ramadhani Omari, amjui? Yuko hapa Kabadilika lini kawa Esther? Mimi nimezaliwa nimezaliwa jamii ya kifugaji, ninyi wasingida mnanijua, nimezaliwa jamii ya kifugaji. Jamii ya kifugaji huruhusiwi kufanya biashara hata ya miwa. Sijawahi kufanya biashara hata ya miwa, tulikuwa waturuhusiwi. Nimeingia huku serikalini, kazi kubwa inayofanya kwenye watoto wa mzee tuko tu, tu, takriban kumi na sita. Mimi ndio form 6 pekee, mimi ndio chuo pekee mimi ndio nikaingia na niko kundi la watoto zaidi ya mia sita. Mimi uwekezaji niliofanya ni wakusomesha watoto, nimeshazidi nime mia tano watoto inaosomesha sina biashara hata ya ya noa, sina biashara hata ya noa. Nimewekeza, nimewekeza kwenye huduma ya watu, na ninyi mnajua, mi mnajua, mimi nimewekeza na, nime, na, na, na, nime, na nimekuwa na akilio kwamba kama nilikuwa nalalia gozi nimetoka nina godoro, kama nilikuwa nalala kwenye nyumba inavuja maji yanadondokea kwenye masikio, nikishakuwa na nyumba moja si inatosha? Kwani makaburi utajengewa mangapi? Hawa wako bize kila siku we magari, magari na watanzania wakishaambiwa hili ni hili hili ni hili, mnahama na kwenye undugu tuliokuwa nao. Mengine fanyeni utafiti mwenyewe, fanyeni utafiti wenyewe. Moja ninalowaambia vijana wa Kitanzania, Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania na Tanzania hii si mali ya mtu mmoja, ni mali ya Watanzania. Ilindeni. Haumkomoi mtu kwa kuiwasha moto Tanzania, ni wewe mwenyewe, ni nchi yako, Mtanzania. Siku hizi watu hawaogopi hata kusingizia. Jambo tu anasingizia mkavu, anasingizia mkavu, anasingizia, anasingizia mkavu. Hafanyi hata utafiti amjue mtu vizuri anayetaka kumsema. Juzi juzi nikasikia, nikasikia tumechoma magari ya Esther, ya, ya ya ya mbunge wa Iramba, eh magari yake, ana, ana, yanaitwa Esther, ameaita Esther jina la mke wake Mke wangu mimi haitwi Esther, anaitwa Nema, na leo nilikuwa naye hapa. Yuko wapi Nema? Yule pale, anaitwa Nema. Mke wangu haitwi Esther, anaitwa Nema. Anasema basi kama sio la mke wake litakuwa la mama yake. Mama yangu binti wa Kiislamu anaitwa Asha Ramadhani Omari, amjui? Yuko hapa Kawa Yesu, mimi nimezaliwa, nimezaliwa jamii ya kifugaji. Ninyi Wasingida mnanijua, nimezaliwa jamii ya kifugaji. Jamii ya kifugaji huruhusiwi kufanya biashara hata ya miwa, sijawahi kufanya biashara hata ya miwa, tulikuwa waturuhusiwi. Nimeingia huku serikalini, kazi kubwa inayofanya kwenye watoto wa mzee. Tuko, tuko takriban kumi na sita. Mimi ndio form six pekee, mimi ndio chuo pekee mimi ndio nikaingia na niko na kundi la watoto zaidi ya mia sita. Mimi uwekezaji niliyofanya ni wakusomesha watoto, nime, nimeshazidi mia tano watoto inaosomesha, sina biashara hata ya noa, mi sina biashara hata ya noa. Nimewekeza, nimewekeza kwenye huduma ya watu, na ninyi mnajua, mi mnajua, mimi nimewekeza na nimekuwa na, na, na, nime, na, nime na akilio kwamba kama nilikuwa nalalia gozi nimetoka nina godoro. Kama nilikuwa nalala kwenye nyumba inavuja maji yanadondokea kwenye masikio, nikishakuwa na nyumba moja si natosha? kwani makaburi utajengewa mangapi? hawa wako bize kila siku wee, magari, magari na Watanzania wakishaambiwa hili ni hili hili ni hili mnahama na kwenye undugu tuliokuwa nao Mengine, fanyeni utafiti mwenyewe, fanyeni utafiti wenyewe. Moja ninalowaambia vijana wa Kitanzania, Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, na Tanzania hii si mali ya mtu mmoja, ni mali ya Watanzania, ilindeni. Haumkomoi mtu kwa kuiwasha moto Tanzania, ni wewe mwenyewe, ni nchi yako Mtanzania.